Hekima ni kujua cha kufanya, wakati wa kufanya, ufanyeje na ufanye na nani. Hekima ni kujua cha kusema, wakati wa kusema, usemeje na useme na nani. Hekima ni kujua mahala pa kwenda, uendeje uende na nani na uendeje. Mtu mwenye hekima anajua cha kusema. A wise man is the one who who knows how to speak it, how to speak it, when to speak to who to speak speak speak it it, when ndiyo maana ya hekima. Unaweza kumwona mtu mzima ila hana hekima. Ukaona katoto kadogo kana hekima, kanajua wakati wa kunyamaza, kanajua wakati wa kusema, kanajua wakati wa kulia kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kukusanya mawe na kuna wakati wa kutupa mawe. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Ukilia kwenye harusi ni mchawi na ukicheka kwenye msiba ni mchawi. Narudia tena, ukilia kwenye harusi ni mchawi na ukicheka kwenye msiba ni mchao kitendo kile kile kimefanywa kwa wakati ambao sio hekima is to grow in understanding wisdom is to grow wisdom is to know what to speak how to speak when to speak to who to speak wisdom is to know where to go how to go with who to go and when to go wisdom is to know what to do how to do with who to do and for what reason to do Yaani yale matukio yote ya unayoyapata tangu jana mpaka utu uzima yanakujengea hekima. Ulitukana mtu ukifikia una nguvu, hakunasa makofi, ukagundua kumbe sina nguvu, wakati mwingine niwe makini kutukana watu O, ulikupana kwenye daladala ukiwa huna nauli ukashushwa mahali ukajua, sasa niwe nauliza kwanza, sina nauli ndugu yangu nisaidie, utanisaidia. Kwa hiyo hekima ni matukio unayokutana nayo, mabaya na mazuri, kufukuzwa kwenye nyumba, kulaumiwa, kusingiziwa hili na kudanganywa, yanakujengea hekima. Na ndiyo maana mtu aliyepita mambo mengi magumu anasema sidanganywi tena, hakuna mtu akundanganya tena, nafahamu mambo yote. Na ndio maana watu wa Dar es Salaam wanasema tulifika Dar es Salaam mapema Subiri wa kudanganya wanaotokea mwanuzi, lakini sio mimi. Maana yake matukio niliyopita, nilivyodanganywa, nilivyoonewa, nilivyochumbiwa nikaachwa, nilivyopewa ujauzito nikaachwa, yani mtiririko huu wote umenipa eh. Hakuna wa kunidanganya tena, nimepigwa mara ya kwanza na ya mwisho, sipigwi tena. Kwa hiyo unapoishi muda fulani, kuna, kuna kutengenezea hekima. Wazungu wanasema kwamba kuna hekima ambayo huwezi kuipata shuleni lakini unaipata kwenye kuwa na umri wa kutosha, na ndio maana usishindane na mtu aliyeishi miaka mingi. Mtu aliyeishi miaka mingi, kuna baadhi ya mambo anayaona ameyaona tu, hili liko hivi, hili liko hivi, hili liko hivi. Pengine wewe unavyojaribu kufanya ukifikiri ni ujanja, na yeye aliwahi kufanya hivyo hivyo. let me say to some people who think size matters.